Mkuu wa Mkoa Anton Mtaka, jembe kabisa, hapa Njombe oye, Mama Samia. Naitwa Enos Lupimo, mtendaji wa kata ya Njombe mjini. Kama tulivyotoa taarifa kwa wananchi kwamba leo kata mdini, tu, ya Njombe mjini tumeanza kampeni yetu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya zoezi zima la kutoa elimu ya lishe, lakini pili kampeni hii inaendana na swala la utunzaji wa mazingira, lakini pili inaendana na elimu ya, ya utoaji ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo leo tumeanza na mtaa wa Mgendera, tumetembelea shule mbili. Kuna kazi kubwa tumefanya kwa, tumetoa elimu, tumegawa mayai. Lakini hivyo, hivyo tena tumetembelea kaya kumi, mtaa wa Mgendera, kaya tano za mama wajawazito na kaya tano ni watoto walio chini ya miaka mitano. Hii ni mwendelezo wa kutekeleza maelekezo ya viongozi wa serikali ngazi ya juu. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo na akasema mkoa wa Njombe unakabiliwa na udumavu. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akachukua action kwa maana akahakikisha aka, aka kwamba analitekeleza zile swala lakini viongozi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe wamekuwa wakituelekeza na kutusisitiza tuhakikishe sisi viongozi wa huku chini tunafanya kazi na tunatekeleza Kwa hiyo kata ya Njombe mjini tumeanza leo ziara hii ya kampeni siku kumi, kama mmeviona tumekuwa na viongozi mbalimbali wametusapoti, watu wametoa mayai, tumegawa mayai na tunaendelea na zoezi hili kwa siku tisa. Zilizobaki. Sana, sana. Kesho wapi? Kesho tutakuwa mtaa wa kuivaa kwa hiyo nawaalika wananchi wa mtaa wa kuivaa tujiandae vizuri tutakuja kama tulivyokuwa leo kwa hiyo na zile kazi zimeshaandaliwa tutawatembelea tutagawa mayai tutatoa elimu tunatembea na maafisa lishe wanane. Mkurugenzi ametupa maafisa lishe wanane na wataalamu mbalimbali na taasisi mbalimbali mbali ambazo zimetuunga mkono ikiwemo One Voice tuna mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Njombe na taasisi mbalimbali Asante mbali. sana, sana lakini tumekuja vilevile kuhamasisha masuala ya mazingira, usafi wa mazingira. Tuna kamati yetu ya mazingira, vilabu vya mazingira, sipo hapa ndio waandishi wa habari watawahoji hiyo kamati, nini wajibu wetu. Lakini kwa haraka haraka, sisi tunapenda sana kuona wanafunzi mna tuza nini, ona takataka zimezagaa ovyo, fanya nini Ukiona mwanafunzi anajisaidia nje ya tundu la choo, kufanya nini? Ripoti kwa nani? Mwalimu na lakini, na tumekuja vilevile kuhamasisha msome kwa bidii, msome kwa kwana. Waandishi wa habari hapo na nyinyi hapa, hapa, tunategemea kuna wengine watakuwa mawaziri, wengine watakuwa polisi, wengine watakuwa Waandishi wa habari na kadhalika na kadhalika sawa sawa jamani? Ndiyo. Lakini kwenye masuala ya lishe, kwenye swala la lishe leo hapa tutaonyesha mfano. Kuna baadhi ya wanafunzi watapatiwa mayai kwa hisani ya mtendaji wa kata. Sawa sawa jamani? Ndiyo. Na wewe uombe Mungu upate hayo mayai. Kwa hiyo kazi yenu sasa hizi ni kusikiliza kwa kila kitu kitakachokuwa kinaendelea hapa Tunaelewana watoto wa, wa date za Njombe? Ndiyo. Sawasawa. Kundi la kwanza ni kundi la nafaka mzi mizizi yenye wanga pamoja na ndizi mbichi, umeelewana? Kundi la pili ni kundi la ya wanyama. Kundi la pili nimesema nini? Yeah, yeah, yeah, yeah. Kundi la tatu ni kundi la jamii ya mikunde, mbegu pamoja na nini na kokwa, nalana yeah. Kundi la nne ni kundi la mboga mboga ambazo ndo hizi hapa, narana yeah. Kundi jingine ambalo la tano ni kundi la matunda ambayo yapo hapa pia. Kundi jingine la sita ni mafuta asili ya mimea, tumeona mafuta yatokanayo na nini mimea, mimea, tumeona. Kwa hiyo we unapokula chakula chako hakikisha hayo makundi yote sita kwa, sita kwa siku umefanya nini umeyapitia tumeona, ili mfanye nini kutokomeza nini? makundi mangapi? Nimesema sita, lazima kwa siku uwe umeyapitia kutoka asubuhi mpaka unapofanya nini, unavyo la. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu hapa vinapatikana majumbani mwetu, kwa mfano mboga mboga. Nyinyi watoto nyinyi wanafunzi, tuhamasishe familia zetu, hapa shuleni pia tulime nini na matunda hapa shuleni zisikose, mboga mboga yasikose nini matunda, ambayo ni parachichi tunaweza kupanda. tumesikia eh? Pia majumbani tuhamasishe wazazi wetu angalau wawe na mboga mboga na wanyama wale wadogo wadogo wao wanafuga, angalau vitu kama kama mayai kama nyama, tupate wapi majumbani? tumesikia eh? Nimesema ule makundi mangapi kwa siku sita. Asanteni. Asante sana. Kwa hivyo tumekuja na serikali kuambatana kuunga mkono, tumechangia kiasi kidogo cha mayai kama sehemu za kuunga mkono juhudi za kupambana na swala la lishe. Kwa hivyo nawaomba wadau wengine wote, popote pale ulipo, uwe mwalimu nani, kuna elfu ishirini elfu thalathini hebu itumie kwa ajili ya kuhamasisha kampeni za lishe, lakini pamoja na kupambana na elimu ya ukatili. Sisi kama shirika tunawashukuru sana, tutakuwa pamoja na serikali pamoja na wadau wengine wote katika kupambana na masuala yote yanayokabili jamii yetu. Asante sana, asante sana. Asante sana. Mwenye kiri kwamba ni kweli watoto hawa baadhi yao walio wengi wanakula chakula hapa shule kwa ajili ya kuendelea na masomo. Ukipita kwenye store zetu kama tulivyokubaliana tutapita kwenye store ili muone chakula ambacho tumekikusanya cha kutumia watoto hawa. Si mnakula hapa shuleni, watoto wazuri ngapi eh? mnakula Kami wo, wanakula wanyoshe mikono a asilimia tisini. Wanakula chakula hapa shule, hivyo utoro umepungua na mahudhurio yamekuwa makubwa kwa sababu watoto wanakula. Wito wangu nahamasisha wazazi wenzangu tuweze kuchangua chakula kwa wakati ili watoto wetu hawa wawe huru kula. Nani wazazi wao hawajatoa chakula wanyoshe mikono. Hao tutawafuatilia, mkawaambie wazazi kwamba sio vizuri. Shuleni pale tunakula kwa pamoja, mwisho wa siku tunakula chakula ambacho wenzetu hawajatoa, sio vizuri. Hivyo, naitwa Anna Mwalongo, mwenyekiti wa jukwaa la wa uwezeshaji wanawake mkoa wa Njombe, lakini vilevile ni mjumbe wa baraza kuu UWT taifa. Uh, nimefurahi sana kwa siku hii ya leo kuungana na timu nzima ya utendaji ya kata ya Njombe mjini nikiwa na uh, mtendaji um, wetu wa kata mjini, ya Njombe mjini kuja kuhamasisha masuala ya lishe, ushuru pamoja na uh, mazingira. Watoto oye! Oh, walimu oye! Basi oh Uh, tumekuja hapa kuhamasisha masuala ya lishe kujaza tumbo si ai Yali unacho isaa okay, sawa. Sasa basi nyinyi watoto, mmemsikia afisa lishe alivyoelezea kuhusu chakula mnachotakiwa kula na hii, mkila vizuri mtawasaidia walimu kuelewa kwa haraka sawa mkila vizuri mtasaidia walimu kutoa ufaulu mkubwa katika shule yenu, lakini vile vile mtampa sifa mkurugenzi wa halmashauri kwamba shule hii imefaulisha, kwa sababu mnakula vizuri sawa? Ndio e, mnatakiwa asubuhi mle vyakula hivi, mchana mwakisha, mnakula hivi vyakula, na usiku mnakula hivi vyakula. Kama upati hiki chakula nyumbani, mdai mzazi wako. Umeelewa? Ndiyo. Mdai mzazi wako, mwambie mama baba, mimi sijala mayai wiki nzima sawa? Ndiyo, ehe, mama baba, mimi sijala nyama wiki nzima sawa, sijanywa maziwa wiki nzima, sijala mchicha wiki nzima. Katika hili linalofanyika, akawe mwalimu huko anakokwenda, ili kila mmoja apate elimu tunayoenda nayo kila mtu ajue kwamba tunatakiwa kukusanya mapato, natakiwa alishe vyote vinatakiwa kutengeneza mazingira, natakiwa. Kwa hiyo kila mtu afanye usafi, maeneo yake yawe safi. Maeneo ambayo unaona mtu anafanya biashara anatakiwa kulipa ushuru, ni lazima ulipe ushuru, maanake halmashauri hatuendeshi bila ushuru. Ushuru mnaotoa ndio unaoendesha halmashauri. Asanteni sana. Asante. kula ndizi Leo umekula samaki, kesho kula dagaa, kesho kutwa kula nyama, siku unaofuatia kunywa maziwa au kula mayai. Sio jamani? Leo umekula papai, kesho kula tikiti, kesho kutwa kula parachichi, siku unaofuatia kula chungu au kula ndizi. Sawa jamani? Ukifanya hivyo tunaamini tutakuwa tumepata virutubisho vyote, matatizo yote yanayotokana na lishe hasa udumavu tuna uwezo wa ku wa kuepuka. Sawa jamani? Tunakuja kwa mama mjamzito. Tujitahidi kuhudhuria kliniki, tukapate vidonge vya pepo na tujitahidi kumeza vile vidonge. Sawa jamani? Unajua vinasaidia kufanya nini? kuongeza damu na kuzuia matatizo yote au ulemavu wote wa mtoto ambao unaweza kutokea kipindi ambapo mtoto yuko, yuko kutu. <laughs> Tuko pamoja jamani? Baada ya kujifungua, mama mjamzito jitahidi kuhudhuria wapi? Kliniki. Kliniki za mwanzoni ambazo ni muhimu kwa ajili ya mtoto kupata chanjo. Tujitahidi kufanya nini jamani? Kuzulia. Kuzulia. Jamani, sawa jamani. Lishe ina pati yake, lakini chanjo pia inasaidia kwa kiasi kikubwa sana hmm. Sawa jamani, kwa hilo tujitahidi.